Wanafunzi wa shule ya upili ya Litein kwa mara nyingine tena wamerejeshwa nyumbani baada ya kuonyesha ishara ya kuleta vurugu walipogundua kuwa mwalimu mkuu wa shule hiyo bado yupo. Wanafunzi hao walikuwa wamerudishwa na wazazi wao ili kutathmini hasara iliyosababishwa na watoto wao. Aidha, wazazi hao walitofautiana na bodi ya shule walipodai kuwa hasara kubwa katika shule hiyo haikusababishwa na watoto wao na hawatalipa gharama ya ujenzi katika shule hiyo. Tulingia tu, tu hapa asubuhi mwendo saa mbili na vile tuangalia, uh, ame destroyed maklaza ma shote kila kitu nani. Tunaomba tu ama serikali atusaidie wakuje wote walimu na serikali ikuje kuona hii shule watafanya nini na hii watoto wa, wako ya form four wataenda wapi, na wanataka fanya mtihani watafanyia wapi? Serikali ikuje ione, bila utafanya shule halafu, tuendelee na masomo ya watoto. Na tuliitwa tangu asubuhi, saa hii tumerudishwa tena, eh, Litein, ile sura ya Litein sio kama ile ya zamani, and eh, kwa maoni yangu, principal has to, has to do something, lazima afanye kitu, all this problem yenye tumeona inaanza kwake na tunashindwa saa hii, tumefunga tumefunga virago tunarudi nyumbani, hatujui masomo itarudi lini tena kwa Litein.